Sheria za Tanzania maafande wangu, tuzungumze ya kweli. Tangu lini DC ana mamlaka ya kutangaza aliyeshinda uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji? Tangu lini kwa sheria za nchi hii? Nyama polisi, mnatuambia tufuate sheria bila shuruti. Tangu lini DC? Tangu lini DC anaweza kutangaza na mimi naweza kutangaza kile <laughs> Ilzan kwa sheria za nchi hii, kwa sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa, mtu anayestahili kutangazwa mshindi ni aliyepata kura nyingi kuliko wengine mia tisa sitini na sita ndio nyingi, hata kama hujaenda darasa la kwanza unajua mia kwa tisa ni nyingi kuliko mia sita. Wanayestahili kutangazwa, jina lako nani? Mwenyekiti. Sasa anayepaswa kutangazwa mshindi aliyepata kura nyingi ni Alfred <coughs> <honesta ili> Charles Kaiza <coughs> <Kosharia zanchihii. tos> a ndio anayestahili kutangazwa kwa sheria za nchi hii. Alipaswa kutangazwa tarehe thelathini mwezi wa kumi na moja mwaka jana. <coughs> Leo tarehe ishirini na tano mwezi wa tatu, imepita miezi minne na ushee. Na. Kwa vile hawajamtangaza wao tutamtangaza sisi.